DW. Habari za ulimwengu. Ninakusomea kwanza muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. <coughs> Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine awasili Saudi Arabia kwa mazungumzo ya amani huku akiwa na matumaini makubwa <tose> <tose> Washirika wa Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila wahojiwa na mwendesha mashtaka wa kijeshi na wapiganaji wa kikurdi nchini Siria wayakaribisha makubaliano kati yao na serikali ya Damascus. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amewasili Saudi Arabia kwa mazungumzo juu ya makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Urusi iliyoivamia zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Kiongozi huyo wa Ukraine aliwasili jana Jumatatu katika mji wa pwani wa Jeda ambapo pia anatarajiwa kukutana na mtawala wa Saudi Arabia Mohamed bin Salman hii leo. Wasuluhishi kutoka Ukrain wakiongozwa na mkuu wa ofisi ya rais Andrii Yemak, waziri wa mambo ya nje Andrii Sibiha na waziri wa ulinzi Rustem Omerov watajumuika kwenye mazungumzo na ujumbe wa Marekani unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Zelenski hatashiriki kwenye mazungumzo hayo ambayo ni ya kwanza kati ya Ukrain na Marekani tangu vuta nikuvute iliyoshuhudiwa kwenye ikulu ya White House kati ya Zelenski na Rais Donald Trump na makamu wa rais JD Vance na kupelekea Washington kusitisha misaada ya kijeshi kwa Kiev. Kinshasa, viongozi kutoka chama cha rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Joseph Kabila umefika mbele ya mwendesha mashtaka wa kijeshi jana Jumatatu katika kile kinachoashiria kuongezeka kwa, kwa mvutano wa kisiasa kufuatia hatua zilizopigwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Wakili wa maafisa hao na mshauri wa zamani wa masuala ya usalama wa Kabila, Jean Mbuyu, amesema sababu hasa ya wito huo bado haikuwekwa wazi. Baada ya maafisa hao kutoka kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka jana jioni, mmoja wao aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba waliitwa ili kuhojiwa juu ya matamshi yaliyotolewa na makamu wa rais wa chama hicho, Yubin Minako mnamo Februari 26. Rais Chisekedi aliwahi kufikia makubaliano tata ya kugawana madaraka na kabila, amemtuhumu hivi karibuni kwa kuwafadhili waasi wa, wa M23. Damascus Mkuu wa kikosi cha wapiganaji wa kikurdi nchini Siria, SDF Mazlum Abdi amesema leo kwamba makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wapya huko Damascus ni fursa dhahiri ya kujenga upya Siria. Abdi ameandika kupitia mtandao wa X kwamba watahakikisha wanajenga mustakabali bora kwa kuzingatia haki za Wasiria wote na kutimiza matarajio ya amani na utu. Ofisi ya rais nchini Siria ilitangaza jana juma Kumradhi, ofisi ya rais nchini Siria ilitangaza jana Jumatatu juu ya makubaliano ya SDF ya kuzijumuisha kwenye serikali ya kitaifa taasisi za eneo inalolitawala la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano hayo yamefikiwa katika wakati tete, ambapo rais wa mpito wa Siria Ahmed al Shura akishughulikia mauaji ya watu wa jamii ya wachache ya Alawait katika ghasia zinazotishia juhudi zake za kuiunganisha Siria baada ya mzozo wa miaka kumi na minne. Tehran. Ndege za kivita za Urusi na China jana Jumatatu ziliwasili kwenye eneo la maji la Iran tayari kwa luteka za kijeshi zinazokutanisha mataifa hayo matatu. Luteka hizi zilizopewa jina ukanda wa usalama wa majini na ambazo hufanyika kila mwaka zinaanza hii leo karibu na mji wa bandari wa Chabahar katika guba ya Oman. Shirika la habari la Tasnim lenye ushirika na serikali ya Iran limeripoti kwamba luteka hizo zinalenga kuimarisha usalama wa kikanda na kutanua ushirikiano baina ya mataifa hayo. Guba ya Oman ina umuhimu wa kimkakati kwa ajili ya biashara ya kimataifa inayofungua njia kuelekea ujia wa Hormuz ambao ni muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW, Bonn. New York. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana kesho Jumatano katika kikao cha ndani kitakachoangazia hatua ya Iran ya kuongeza hifadhi yake ya urani inayofikia kiwango cha kutengeneza silaha. Wanadiplomasia wamesema jana Jumatatu kwamba kikao hicho kinafuatia ombi la mataifa sita kati ya kumi na matano wanachama ambayo ni Ufaransa, Ugiriki, Panama, korea Kusini, Uingereza na Marekani. Mataifa hayo aidha, yanalitaka baraza hilo kujadili wajibu wa Iran wa kulipatia shirika la umoja huo la nguvu za atomiki IAEA taarifa muhimu za kuthibitisha masuala kadha yanayohusiana na maeneo mbalimbali ya nyuklia yaliyogunduliwa lakini hayakutangazwa. Washington, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mchakato wa serikali ya Rais Donald Trump wa kusitisha misaada kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa la USAID umekamilika. Kwenye mtandao wa X, Rubio amesema baada ya wiki sita za mapitio sasa wanafuta asilimia 83 ya program zilizofanywa chini ya shirika hilo. Amesema mikataba elfu tano na mia mbili ambayo sasa imefutwa ilitumia mabilioni ya dola kwa namna ambazo hazikuwa na manufaa yoyote kwa taifa la Marekani. Ameongeza kuwa karibu mikataba elfu moja iliyobakia itaratibiwa moja kwa moja na wizara yake na hatimaye Vatican City Madaktari wamesema kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis atasalia hospitalini kwa siku nyingine kadha baada ya jana Jumatatu taarifa kusema anaendelea vizuri na matibabu. Taarifa iliyotolewa na Vatican City imesema Papa Francis licha ya kuonekana kwa kupata nafuu siku chache zilizopita, lakini bado anahitaji uangalizi wa madaktari na kuendelea na tiba. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ulimwenguni mwenye miaka themanini na minane amelazwa hospitalini kwa zaidi ya wiki tatu sasa kutokana na maambukizi kwenye njia ya hewa. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.